hasunga jiandaa mheshimiwa mchunga hela jiandaa mheshimiwa tabasamu mheshimiwa naibu spika nashukuru kwa kunipa nafasi nianze kwanza kwa kuunga mkono hoja ya wizara ya kilimo kwa kazi nzuri jambo la kwanza nimpongeza sana mheshimiwa raisi ambaye kwa kweli amekuwa na maono makubwa na msikivu tulimshauri kwa muda mrefu kwamba aongeze uwekezaji kwenye sekta za uzalishaji na kwa kweli amezihirisha, kwa namna alivyowekeza na bajeti ambayo imeongezeka. Hongera sana, lakini nimpongeze pia kwa kutoa usafiri kwa maafisa ugani, lakini zaidi ya hapo, kwa kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa na kuongeza sekta ya umwagiliaji. Kwa kweli ametenga fedha nyingi, ambayo kwa kweli haijawahi kutokea. Hongera sana. Jambo la pili ni pongeze sana wizara ni sana mwheshimiwa waziri, lakini na naibu wako na watendaji wote walioko katika wizara yako. Kwa kweli sisi tumezihirisha leo kwamba wanasema mzigo mzito mpatie Mnyamwezi, na kweli haya yamejizihirisha kwa namna ambavyo mmesimamia mmesimamia sana vizuri sana wizara ya kilimo. Tunaona jinsi ambavyo mnachacharika na tunaamini hata wananchi wale wale wapiga kura wenu, kwa kweli watawarudisha katika nafasi zenu, ili muweze kuendelea kuongoza. Lakini jambo la pili, na wapongeza sana kwa kuanzisha benki ya ushirika, benki muhimu sana ambayo tunaamini itatoa mchango mkubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini la tatu, na kupongeza kwanza kupitia bodi ya kahawa kwa kutuchimbia visima kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba ya kahawa. Kwa kweli tunapongeza sana, tunawashukuru sana sasa mheshimiwa waziri pamoja na kazi nzuri ambayo umeifanya ipo jambo ambalo tunalo kama ombi tunajua mmefanya mengi na mnaendelea kuyafanya lakini pale mbozi tulikuwa na yale magara magara ambayo yalianza kujengwa toka mwaka elfu mbili na kumi na saba zile yale magara ambayo tunaita vihenge vilikuwa ni vihenge vizuri sana na mpaka sasa hivi toka vimesimama mpaka leo wananchi wanasubiria vile vihenge vikamilike ili viweze kutoa mchango mkubwa katika kutunza mazao yetu ya nafaka. Vile vihenge, Mheshimiwa Waziri, tunaomba mvipe uzito. Tunaelewa kwamba zilikuwa ni fedha za mkopo kutoka huko nchi ya Poland. Sasa tumeanza kulipa mkopo, lakini bado yale magara hayajakamilika. Ni vizuri mkiyasimamia yakiweza kukamilika itakuwa vizuri sana. Lakini jambo lingine tunapongeza kwa bei nzuri ya upande wa kahawa na namna ambavyo umefanya kwa kweli, kahawa sasa hivi bei mwaka huu imekuwa ni nzuri sana, lakini tunaomba sasa BBT ambao mnayo ambayo inaenda kwenye halmashauri wale vijana na watu wengine wahamasishwe kwenda kuwekeza kwenye zao la kahawa ambalo ni muhimu sana katika maendeleo ya wilaya yetu. Lakini jambo la tatu, tunaomba tumepata changamoto sana mwaka huu kuhusu soko la, soko la mazao ya parachichi parachichi tumepata changamoto kubwa sana tulihamasisha wananchi wakalima parachichi kwa wingi wakazalisha kwa wingi, lakini soko mwaka huu baada ya kuyumba kwa kweli, wamekosa mahali pa kwenda kuuza. Tunaombeni msaada mtusaidie tuweze kulima zaidi, tuweze kuongeza kwenye maembe na maeneo mengine, na hii tunaamini kwamba itatoa mchango mkubwa sana. Lakini jambo la nne e, kule soko la nje kuhusu mahindi na mazao mengine tunaomba Tunajua sasa hivi kuna, kuna changamoto ya mahusiano ya Zambia, Malawi na maeneo mengine. Tunaomba yaimarike ili masoko yale yafunguliwe na wananchi wa maeneo yale waweze kuuza. Tuuze kama ni mahindi, tuweze kuuza kule. Kama ni kuuza mbegu, tuweze kuuza. Kama tunapata mbegu kutoka kwao, basi ziweze kutusaidia na hii itatusaidia sana. Lakini jambo la mwisho ambalo nitaka kulisemea ni kuhusu ku, kiwanda cha kuongeza thamani. Tunacho kiwanda pale Mlowo, kiwanda cha kahawa. Tungeomba kile kiwanda sasa kipige hatua zaidi, kianze kutengeneza kahawa mpaka hatua ya mwisho. Baada ya kuongeza tu thamani ile, sasa tutengeneze kahawa ambayo inatengenezwa instant coffee kutoka kule Mbozi, hiyo itakuwa ni kwa kweli ni, ni, ni msaada mkubwa sana kwa Mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya katika wizara. Tunaamini sisi na bado naendelea kuimba na ninyi, nimesikia kwamba mnaimba huo wimbo kwamba kilimo, kilimo ni chakula, kilimo ni viwanda, kilimo ni ajira, kilimo ni uchumi, kilimo ni fedha. Na hili sisi tutaendelea kulisimamia, tutaendelea kuhamasisha, kuungana na juhudi za wizara ili mambo yaendelee kufikia kwenda mbele. Mwisho kabisa, lile bwawa lile la pale pale msia bwawa liye tuitengewa fedha mwaka juzi, lakini hazikuweza kwenda. Naliomba lile bwawa basi mwaka huu fedha zingeenda pale liweze kukamilisha lile bwawa, wananchi wa wilaya ya Mbozi, wananchi wa eneo la Msia waweze kumwagilia, itatusaidia sana katika kuweza kuchangia uchumi mkubwa wa eneo lile. Mheshimiwa waziri, nakupongeza, nawapongeza timu nzima, mmefanya vizuri, nawashukuru sana na ninaunga mkono hoja. Asante. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea kuletea ruti mpya mm, yeah. Yani, Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe chua mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu, safari moja, amazing. Bei ni bomba kabisa, da tu Entebbe ni kuanzia USD 159, tu Entebbe tu Zanzibar ni kuanzia USD 155, tu safiri kwa Rwanda na uhakika, kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi, pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi, piga jumlisha 255 7487739. Air Tanzania the wings of Kilimanjaro.